Mambo yaliyotokezea katika uchaguzi mkuu siku ya tarehe 29 na siku ya tarehe 28 ni hayo hayo yaliyotokezea katika jimbo langu, isipokuwa kuna baadhi ya mambo ambapo sisi labda tuliyapata zaidi kuliko majimbo mengine. Kwa mfano, siku ya tarehe 28 majira ya saa 9 jioni katika kituo cha Shumba Vya Mboni vikosi vya SMZ pamoja na JWTZ walikwenda wakakiteka kituo cha Shumba Vya Mboni pamoja na kituo cha Mihogoni. Baada ya hapo wakaletwa mapandikizi kwa magari karibuni mawili. Tulipokwenda mimi na mwenyekiti wa mkoa, ilikuwa tunapitia vile vituo tukaona kwamba kuna ulizi mzito wa jeshi pamoja na vikosi vya SMZ wakiwa wana mbwa wakubwa sana, kiasi ya kwamba watu wote wanashindwa kufika katika eneo lile. Badala yake wakawapanga wale mapandikizi mistari huku nyuma, ikawa wao wanawalinda na mitutu ya bunduki, wakiwa wana majibu kiasi ya kwamba watu wote wanashindwa kufika katika eneo lile pale. Lakini sambamba na hilo, ilipofika majira ya kuisabu kura sasa, kituo cha Shumba Viamboni wakaendelea kukiweka katika ulinzi mzito, kiasi ya kwamba mawakala wetu waliwaweka chini ya ulinzi tena. Mheshimiwa Mwenyekiti wa chama, siku ile ilikuwa ni siku ya mvua, mawakala wetu walitolewa nje wakawekwa chini ya mchanga kitako, wakaambiwa hawana ruhusa hata ya kutoka kwenda kujisaidia. Wao wamo ndani pamoja na maafisa wa tume, wanahesabu kura, wengine wanachana vitabu vyengine vya kura, wanaingiza kura zile ambazo wanaingiza kura katika visanduku. Kwa hiyo hiyo ndio hali iliyokuwa katika jimbo la Tumbe. Tulipomaliza katika suala zima hili wakatoka pale wakavisafirisha vitanduku kuvitoa katika maeneo ya vituo kuvileka wilayani. Ndugu mheshimiwa mwenyekiti, nataka kukwambia kwamba walitoka na vitanduku vile saa tatu na nusu jimbo la Tumbe, walifika navyo Micheweni saa sita za usiku. Sasa sijui walipita wapi mpaka muda wote huo karibuni masaa matatu wametoa visanduku Tumbe kuvileka Micheweni.